Tume iliyoundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hasani kupitia kwa viongozi wake walizungumza siku ya jana kuhusiana na mstakabali pamoja na uelekeo wa tume hiyo, huku tume hiyo ikiweka wazi mpango wake kwamba itakuwa huru, ambayo haitoingiliwa na mtu yoyote katika kutekeleza majukumu yake ya kiuchunguzi, huku wakiyataka makundi yote kujumuika katika utafiti huo ambao utaenda kuleta majibu ya kile ambacho kilitokea katika siku ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 ambapo katika uchaguzi huo matukio mengi yaliweza kuibuka ikiwemo vifo vya waandamanaji vurugu, pamoja na uchomwaji wa mali za umma pamoja na mali binafsi. Hivyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akaunda tume ambayo itaenda kuchunguza uhalali wa matukio hayo pamoja na mambo mengine ambayo hatuyafahamu kiundani zaidi, huku Rais Samia Suluhu Hassan akitaka kufahamu ni nini chanzo hasa ambacho kiliwasukuma vijana kuweza kuandamana na kufanya vurugu. Rais Samia Suluhu Hassan anaendelea bado kusubiri tume hiyo itakuja na majibu gani kuhusiana na vurugu ambazo ziliibuka kama majuma kadhaa yaliyopita, huku bado Watanzania wakiwa na makovu mengi. Tumesikia kauli mbalimbali za viongozi wa kiserikali, akiwemo Waziri Mkuu wa taifa la Tanzania Daktari Mwiguru la Mekinchemba, ambaye alizungumza siku kadhaa zilizopita kuhusiana na hali ambayo inaendelea kwa sasa, ikiwemo kudumisha amani pamoja na kutafuta mwafaka wa maridhiano baina ya serikali, vijana, pamoja na majukwaa mbalimbali ya kisiasa kupitia kwa viongozi wao. Lakini pia siku ya jana, katibu mkuu wa baraza la maaskofu kanisa Katoliki, Padri Charles Kitima, alisema ya kwamba huu ni wakati ambao sasa serikali inapaswa iweze kukidhi kuhusiana na yale ambayo yaliweza kutokea kwa nini waandamanaji waliweza kuuawa? Ni kweli waandamanaji waliuawa, lakini wanapaswa viongozi waweze kukiri, akidai kwamba serikali inapaswa kukiri kuhusika na matukio hayo. Siku chache zilizopita, baadhi ya taasisi mbalimbali zisizo za kiserikali zilimshtaki rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan katika mahakama ya uhalifu wa kivita ICC The Hague, na mnamo Novemba 2025 baada uchaguzi ambao uligubikwa na utata mzito pamoja na sinto fahamu uliofanyika Oktoba ishirini na tisa. Muungano wa kimataifa wa mashirika yasiyo ya kiserikali iliwasilisha zaidi ya kurasa themanini na mbili kwa ofisi ya mwendesha mashtaka ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Hati hiyo inaitaka kufungulia uchunguzi dhidi ya rais Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yake kwa tuhuma za uhalifu dhidi ya ubinadamu ikiwa ni pamoja na mauaji ya halaiki. Hata hivyo kuna madai mbali mbalimbali ambayo iliweza kuwasilishwa katika mashtaka hayo ikiwemo utekaji nyara, mateso, bakaji, ya ubakaji. Hata hivyo, ICC bado haijathibitisha kufungua uchunguzi rasmi dhidi ya serikali ya Tanzania. Baadhi ya mashirika mbalimbali yaliyowasilisha mashtaka hayo ni Intelwatch, shirika lisilo la kiserikali lenye makao yake makuu nchini Afrika Kusini, inahusika na upelelezi na uwajibikaji wa haki za binadamu katika hatua hiyo. Pia kuna baadhi ya mashirika kutoka nchini Tanzania ambayo pia yameweza kuwasilisha maombi hayo. Mashirika mengine ni kama World Jurist Association, shirika la kimataifa na wanasheria linalosaidia kuandaa msingi wa kisheria na kukusanya ushahidi. Mashirika na vyombo vingine vinavyounga mkono mashtaka haya ya ICC ni pamoja na chama cha wanasheria cha Madrid, The Madrid Bar Association, ambacho kiko Hispania, ndicho kilichowasilisha malalamiko rasmi kwa niaba ya waathiriwa, kikiongoza na wakili wake Juan Carlos Gutierrez.